Ah, yes Bwana Yesu asifie sana. Ni wasalimu tena katika jina la Yesu Kristonaret alia hai Yule yule mwalimu wako wa neno la Mungu, mwite mtumishi Hawadi Maemba kutoka Njombe, Tanzania, ambaye amekuwa akikuletea injili za mabadiliko katika nyakati hizi za mwisho. Na leo nipo hapa kwa ajili yenu na kwa ajili ya vyombo vyote vya habari nikielezea kwa habari ya injili ya Kristo ambayo ni upendo. Neno la Mungu linasema ya kwamba kwa jinsi hii Bwana aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Hivyo basi, injili ya Kristo inatufundisha kwa habari ya upendo, nami ninakutangazia ya kwamba tumesamehewa dhambi zetu bure kwa njia ya neema, pasipo matendo yetu, ni huruma za Mungu. Basi watu wa Mungu, ni siku nyingine tena ambayo nipende kuwatia moyo na kuhamasisha. Mnifuatilie katika mitandao yangu yote ya kijamii, iwe Facebook, YouTube, Twitter na mitandao mbalimbali ya kijamii yote, kwa jina la mtumishi Haward Mayemba. Uwe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali za neno la Mungu, na katika grupu langu la WhatsApp ninatumia jina la huduma ya kweli ya neno la Mungu, ambayo imekuwa ikitoa mafundisho mbalimbali katika mitandao yangu yote ya kijamii basi. Na Mungu wa mbinguni awabariki sana. Ni yule yule mwalimu wako wa neno la Mungu, mwite mtumishi Haward Mayemba kutoka Njombe, Tanzania. Ubarikiwe sana na uwe na wakati ulio